Surprise. Wow. Oh, samahani. Samahani sana. Cha usiku, ni tabia gani hii unaleta mbele ya bosi wangu? Samahani sana. Sikujua kuwa uko na mgeni. Sawa, hebu nenda ukabadilishe. Samahani sana, Bwana Steve kwa hiki kilichotokea. Usijali, mbona hilo ni swala la kawaida tu? Sawa, basi tuendelee. Tulikuwa tunazungumza kuhusu swala la kunipandisha cheo. Ndiyo bwana Alex, uko sahihi, lakini nikiwa njiani kuja hapa nilikuwa nafikiria kukushusha cheo kabisa, ila baada ya kukutana na mke wako nadhani sasa tunaweza kuzungumza lugha moja. Unamaanisha unamtaka mke wangu? <laughs> Ni utani bwana Alex. Sema mke wako angekuwa na akaunti ya kuuza picha za utupu Usingekuwa na haja ya kufanya kazi yoyote na ungekuwa unavuna pesa kama mvua. Okay, okay. Nitafikiria juu ya swala lako. Acha mimi niondoke. Unaonekana umeamka na furaha sana. Ni nini kimekufurahisha hivyo? Ni kweli leo nina furaha sana unajua, nilikuwa na yani, hata sijui nianzie wapi kukuambia. Wewe anzia popote tu unapoona ni sawa. Yaani, sipati picha siku nikiwa na picha zako za utupu kwenye simu yangu. Lakini bebi, huwezi unaniona kila siku nikiwa bila nguo. Ni sawa, lakini hivi karibuni nitakuwa safarini kikazi na sitakuona mpaka nirudi, Hivyo tafadhali, naomba upige picha chache kwa ajili yangu, mpenzi. Sawa, chukua simu nipige. Wow, ni nzuri sana. Sasa toa nguo zote ili nipate nyingine ukiwa bila nguo. Wow. Bebi, njoo, nataka tufanye tena mara moja. Sawa, nakuja. Oh, umekuja. Vua basi, mpenzi cha usiku. Unafanya nini? Nakupiga picha na wewe kwa sababu hata mimi pia nitakumisi ukienda kazini. Hapana, hayo siyo makubaliano yetu. Sasa mbona unakuwa una wasiwasi? mimi wala sina wasiwasi ila nataka tu kujiandaa niwahi kazini. Bebi, ni wiki mbili tangu usafiri, lakini ushenitumia zawadi zaidi ya kumi. Kwa kweli nashukuru sana. Usijali bebi, mambo yanaenda vizuri, ndio maana nina pesa za kukununulia zawadi. Asante sana. Hizi nguo za ndani ulizoninunulia leo unataka nizivae leo usiku kwa sababu ndio unarudi. Hapana, hizo nataka uvae sasa hivi kisha unitumie picha. Halafu kwa kuwa sasa hivi mambo yangu yanaenda vizuri, nitakuletea mfanyakazi wa ndani hivi karibuni. Jamani, nakupenda sana Alexi wangu. Nakupenda pia. Karibu. Asante, nimeagizwa kuleta huu mzigo na Mr. Alex. Asante. <gasps> Kumbe ni wewe? Ndiyo, ni mimi. Tafadhali, naomba mzigo wangu. Wow, siamini kama nimekutana na wewe kiunonyigu leo. O, oh, Mungu wangu, naomba kupiga picha na wewe. Mi shabiki yako mkubwa sana. Samahani, lakini sielewi unachoongea naomba mzigo wangu, nirudi ndani. Basi saini hapa tafadhali. Kwa nini kaniita kiunonyigu na kusema yeye ni shabiki yangu mkubwa? Hebu ni Google hili jina. Alex, Baby, ni nini hiki Alex? nikikushika nitakuua. Baby, nimerudi Bebi, nimerudi. Alex, nini kinaendelea mbona sielewi? Bebi, unamaanisha nini? kwa nini uliposti picha zangu za utupu mtandaoni? hebu relax kwanza mpenzi, kisha tuzungumze kuhusu hili. Tuzungumze kuhusu nini wakati umetumia picha za mwili wangu bila ridhaa yangu? cha usiku, kumbuka, wewe ni mke wangu, kwa hiyo mwili wako ni wangu kwanza wewe, si ulikuwa unafurahia zawadi zote nilizokuwa nakuletea? Au ulidhani mimi nazipata bure? Umenidhalilisha sana Alexi. Hapana, mimi sio mjinga kiasi hicho, kwa sababu hakuna hata picha moja inayoonyesha sura yako. Kwa hiyo kaa utulie na ufanye kila ninachokuambia. Wewe si unataka kwenda likizo Zanziba? Siwezi kukubali unifanye kama mdoli wako. Utake usitake utafanya kila ninachokuambia. Kwanza nataka uvae zile nguo nilizokuletea mchana, nahitaji upige picha ili niuze kwa wateja wetu. Oho, Alex naona umekuja kujadili kuhusu cheo chako tena kwa kweli. Hapana, nahitaji kuacha kazi Unaacha kazi kwa sababu gani? Nimeanzisha biashara yangu ndogo, hivyo nahitaji muda wa kutosha kuisimamia. Oh, nimeona hiyo biashara yako ndogo, kiukweli inafanya vizuri nini. Kusema kweli, ni ofisi nzima imeona, mpaka mfanyakazi mmoja alipendekeza tubandike picha ukutani iliyoandikwa mfanyakazi wa mwezi. Hiyo picha ya mfanyakazi wa mwezi, mimi inanihusu nini? Inakuhusu kwa sababu ina maelezo yanayosema mimi ni Alex, ninatumia mwili wa mke wangu kupata pesa na ninafanya hivyo bila ruhusa yake kwa sababu mimi ni mlaghai nisiye na thamani. Haya maelezo yapo sahihi kabisa na huyu ni wewe Alex. Hapana, haiwezekani. Kwa hiyo, Alex tuzungumze kuhusu kukupandisha cheo au kujiuzulu kwako. Sasa umefanya nini Cha Usiku? Yaani umeniaibisha kwa watu wote huko mtandaoni, huna haki ya kufanya hivyo. Hapana, umekosea kusema hivyo Alexi, nina haki zote kwa sababu wewe ni mume wangu, kwa hiyo mwili wako ni wangu Cha Usiku, na kuhakikishia, utajutia hiki unachojaribu kufanya Oh, unajidanganya Alex, ni wewe ndio utakaye juta kwa sababu tunatalakiana, na pili nishakushtaki kwa kutuma picha zangu bila ruhusa yangu. Huwezi kufanya hivyo cha usiku. Oho, subiria nikushangaze, na unapaswa kukumbuka maisha yako yote kwa mwili wa mwanamke ni wa kwake. Najua wewe ni mume wangu, lakini huwezi kunichukulia kama mdoli. Kwanza uondoka nyumbani kwangu.